Hiyo ni scam, hiyo ni pesa ya watu imechukuliwa kinguvu, ya kupatia marafiki, tena ya kutajirisha wachache. Na tunasema hata wakati wa Uhuru Kenyatta na walikuwa na Ruto akiwa deputy wake mm -hmm. affordable housing ilijengwa na watu hawakulazimishwa kulipa mm -hmm. Wewe jenga affordable housing kwa njia zako, wachana na paisley. Ya wale wanafanya kazi, unafanya watoto walale njaa, unafanya watu wakose nguvu hata za kujifanya first stage ya matibabu. Umefanya watu wakose hata kulipa kwa ile manyumba washanunua, because there many iko watu wengi wako na pesa wako na mortgage already, lakini ile kodi inatoshwa kodi ya lazima kama affordable housing. Kwa nini unilazimishe nilipe affordable housing na sitawa mimi niko na nyumba yangu tayari ninalipa, mwingine amejijengea ako ushago, hataki hizo nyumba zako. Wacha kulazimisha Wakenya, katiba inasema mkenya ajitawale. Ashakwambia hizo nyumba zako hataki, kwa nini unalazimisha? Sasa itakuaje, mheshimiwa? Maanake Rais amesema lazima lazima hizo nyumba zikiengwe, lazima wakenya walipe ushuru. Akiendelea na hiyo lazima zake, ile itakuwa ni lazima, ni lazima yeye atoke hiyo. Ndio itakuwa ni lazima. Nchi ni ya Wakenya, sio yake. Kwa hivyo, daktari William Ruto, anza kupanga. Ukiambia wakenya ni lazima, lazima itakuwa ni wewe kutoka.